Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanapata pesa nyingi, lakini siku mojawapo wanaanza kutoka sifuri tena? Leo tutajifunza tofauti muhimu kati ya kupata utajiri na kubaki tajiri. Na siri za kweli za kuwa na utajiri unaodumu maisha yote. Na pia tunazungumzia jambo ambalo linaweza kubadilisha kabisa namna unavyoona pesa. Kutoka katika kitabu cha The Psychology of Money, kilichoandikwa na Morgan Housel katika mada ya getting wealthy versus staying wealthy, ni yani tofauti kati ya kupata utajiri na kubaki nao. Kama unaamini kuwa siri ya utajiri ni kujua kuwekeza, kufanya biashara kubwa, au kuwa na akili ya fedha, Morgan Housel anakuambia kitu cha kushangaza: kuna njia milioni moja ya kupata utajiri, lakini kuna njia moja tu ya kubaki nao, mchanganyiko wa nidhamu, hofu kidogo, na unyenyekevu. Na hii ndio sababu wengi wanaopata pesa kuishia kuzimaliza. Kupata ni rahisi, kubaki ni changamoto. Sasa ngoja ni kuchambue hatua kwa hatua. Kupata utajiri getting wealthy, kupata utajiri ni matokeo ya imani, uthubutu na hatari. Unapaswa kuamini kwamba mambo mazuri yatatokea hata kama leo unaanza bila kitu. Kila tajiri aliyewahi kuwepo alianza na kitu kimoja: imani kwamba anaweza. Morgan Housel anasema getting wealthy requires taking risks being optimistic and putting yourself out there, yaani ili kupata utajiri lazima uthubutu kuchukua hatari, uamini mambo mazuri yanawezekana, na usiogope kujitupa kwenye fursa. Fikiria kijana anayeanza biashara akiwa na mtaji mdogo au mtu anayeanza kuwekeza elfu kumi kila mwezi. Kila shilingi anayoweka ni kama kupanda mbegu, hajui itamea lini, lakini anaamini siku moja italeta matunda. Hii ndiyo nguvu ya optimism, matumaini chanya. Lakini kumbuka, kupata utajiri hakuhitaji akili pekee, inahitaji pia tabia, tabia ya kujizuia kutumia hovyo, kujifunza na kuchukua hatua hata wakati wengine wanaogopa. Hivyo hatua ya kwanza ni kujenga mtazamo wa ukuaji growth mindset. Usiogope kuanza kidogo. Pesa hupenda wale wanaoiheshimu thamani yake, si wale wanaotaka shortcut. Kubaki tajiri staying wealthy. Sasa hapa ndipo mchezo unabadilika. Wakati kupata utajiri ni mchezo wa ujasiri, kubaki tajiri ni mchezo wa akili, nidhamu na kutojiamini kupita kiasi. Morgan Housel anasema What got you rich won't keep you rich. Yaani kitu kilichokupatia utajiri sio hicho kitakachokulinda usiupoteze. Angalia mifano halisi. Watu waliopata pesa nyingi kwa crypto, forex au biashara fulani ghafla, lakini hawakuwa na akili ya kuzitunza. Waliishi kama kesho haipo. Wengine walijiona wanajua kila kitu. Matokeo yake pesa ikaenda kama upepo. Kumbuka, hofu ndogo ni kinga ya utajiri. Sio hofu ya kukosa, bali hofu ya kupoteza ulichopata, hofu inayokufanya uwe makini, kwa sababu pesa ni kama maji, ukiyashika vibaya yanatoka vidoleni. Kubaki tajiri kunahitaji unyenyekevu, unyenyekevu wa kujua kwamba wewe si mkubwa kuliko soko, si mkubwa kuliko bahati na si mkubwa kuliko makosa. Maonyo na hekima za kupaswa kuzikumbuka. Kama unataka kuwa na uwezo wa kukaa na utajiri muda mrefu, mara baada ya kutajirika, lazima uepuke na kuwa makini katika mambo yafuatayo. Moja, usiweke tamaa mbele ya hekima. Tamaa ni adui wa utulivu. Unapofikiri bado haitoshi, ndipo unapoanza kupoteza. Tamaa inakufanya ufanye maamuzi ya haraka, uwekeze pasipo mpango na mwisho unaanza kutoka kule ulikoanza. Mbili, usijione unajua kila kitu. Wale wanaodhani wanajua kila kitu huishia kupoteza kila kitu. Ujuzi wa jana hauwezi kukulinda na makosa ya kesho. Jifunze kila siku, hata kutoka kwa walioko chini yako. Tatu, tambua mchango wa bahati. Morgan Housel anasisitiza kuwa Bahati ina nafasi kubwa kuliko tunavyotaka kukubali. Wengine hawajatajirika kwa sababu ni werevu kuliko wewe, bali walikuwa mahali sahihi kwa wakati sahihi. Kwa hiyo usijidharau kama hujafika mbali, muda wako utakuja, mradi unaendelea kupanda mbegu zako kwa uaminifu. Nne, kuwa na mipaka. Jua lini inatosha, jua lini unapaswa kutulia na kulinda ulichopata. Utajiri wa kweli si kuwa na zaidi ya wengine, ni kuwa huru, mwenye amani, bila hofu ya kesho. Kwa hiyo ukweli ni huu: kupata utajiri ni hatua, lakini kubaki nao ni safari ya maisha. Utajiri wa kweli haupimwi kwa magari, nyumba au followers. Unapimwa kwa amani ya moyo, uwezo wa kuchagua, na uhuru wa kusema hapana pale unapohisi hatari. Usiishi kuonyesha Ishi kufanikiwa. Usifanye kazi kwa shinikizo la watu, fanya kazi kwa utulivu wa ndani. Kumbuka maneno haya: The goal is not to get rich fast. The goal is to stay rich forever." Yaani, lengo si kuwa tajiri haraka, bali ni kubaki tajiri milele. Kuwa mtu anayetafuta uhuru, si umaarufu. Kuwa mtu anayetafuta ustawi, si makofi. Kwa sababu mwisho wa siku, utajiri bila akili ni kama nyumba bila msingi, huporomoka haraka. Kwa hiyo, kupata utajiri ni kuhusu ujuzi, ujasiri na matumaini, lakini kubaki tajiri ni kuhusu nidhamu, hofu ya busara, na unyenyekevu. Hiyo ndiyo hekima kuu ya Morgan Housel. Na kama unataka kuishi maisha yenye utajiri wa kweli, anza kujifunza si tu namna ya kupata pesa bali namna ya kuzilinda kuzitumia kwa busara na kuacha urithi wa thamani. Nipe maoni yako hapo chini. Wewe unadhani ni lipi gumu zaidi, kupata utajiri au kubaki nao? Na kama umejifunza kitu leo, gonga like, subscribe. Asante kwa kutazama.